Kama kawaida, vipi kaka Shafii? Kama kawaida vipi ndugu yangu? Sana. Ah, naona upo. Ah, nipo tu. Ah, mapenzi hadi barabarani. Ah <laughs> ndugu yangu. <laughs> Si unajua sina mwingine nimpendaye zaidi ya huyu. Ah, ah kweli. Alafu hey, unamwongeza sana mume wangu mpaka njia na mimi. Sio, nyumbani nikakupikia. Umeona sasa? Ah. Shafii. Kwa <laughs> sasa <laughs> ndugu yangu pamoja bwana. Fresh baadaye. Wai kaka. Pamoja kaka. Fresh. Poa poa kaka. Ah. Fyu, ule demu kamtwa wapi? Demu mzuri piskali. Ah, ila sikubali, si nitafanya vivyo tu demu, nitamkomvisi ili ni nimpate. Ah, sikubali nimuwache hivi Nikiingia ndani mko, nitashikwa na uvivu ingine kabisa. Ela ah, au utakula ndo ule, au ule ndo utakula ah, sasa Shemeji, wapi tena? Ah, nenda gengeni hapo mara moja. Si unajua tena time ya kupika hiyo. Ah, una kitu unataka nikwambie? Yeah, twachane nacho huku, unaenda kuchukua mazaga si ndio? Mm. Basi unachoenda kuchukua wewe na mimi nichukulie Mazaga gani sasa? Yaani unaenda kuchukua wewe. Yaani vitu ambavyo unakwenda kununua na mimi nimeambia hivyo hivyo. Ah, imeisha. Nipe. Haya, nitakuletea. Hamna hapa um, panatosha usitoshe, namua ime ah, wangu sawa sawa, kutolea nikuulize mm. Sasa unakaje na mtu ambaye hajakutolea barua? Ni kama kwa kweli inakuwa ni mbaya, inamaanisha akupendi. Mimi nataka mina, ujue takai kemaisha afu liyo, ni mrembo mrembo fisikali

Nimechoka, nimechoka, nimechoka, nimechoka kutumika. Ue mtu aina gani? sio kuja kwetu eh? Uleti barua, uleti kitu chochote, ali ufanye kitu chochote mwenye akili zake timamu hawezi kufanya upumbavu kama unavyofanya wewe. Unataka dunia iwe kijiji, haiwezekani. Lakini taa, nadhani hali yangu wewe mwenyewe unaijua. Nilikwambia basi, subiri kwanza nijipange, ili nikija kwenu nitoe barua pamoja na mahali hivyo. Unajisikia kweli unachokiongea. Yaani, hata ukiamua tu kujichange change change mia tano mia tano mwaka mzima mpaka saa hizi ushafanya kitu, lakini wewe umefanya nini? Hebu nisikilize basi kwanza kwanza kwanza, niache

Kali tadi kali pun tidak ni, ni ni tu. Haya bwana wewe. Dawa ya kunywa ushaoga na dawa ya kuoga umekunywa. Si umeniambia wewe hauna mtu yoyote, hauna mpenzi, hauna mke. Leo hii imekuwaje? Sasa mimi mpenzi wangu wapi? Sasa yeye angekuwa ananipenda angeenda kukaa na mimi miezi sita huko. Sikia, mimi vipi nifanye siri mimi na wewe? Lakini ni mkeo au ni mpenzi wako? Nikisikia ole wako, nikisikia kwa mtu mwingine. <coughs> <Yeah. tos> <coughs> <coughs> <coughs> <mkaribisha>. <coughs> Sawa, mm, sinamii hapa nishapajua. Kwa hiyo nitakuja taimu yeyote muda wowote, yaani, tegemea ugeni wangu. Vipi? Hmm. Mimi nagonga hodi muda mrefu hapo, hata kumbe uko ndani hapo, ulinitikia hodi yangu tu nah. Acha tu, brother changat okua nayo hapa nah. Na sema sema, nahisi unaweza kunisaidia. Unaweza kunisaidia tatizo gani? Si unajua, <sighs> mwanamke ambaye anaishi naye hapa Sikia, ni mwaka mzima sasa sijapeleka hata posa kwao yaani... <laughs> <laughs> o, ndio gomvi wangu mimi na yeye eh. Sikia mdogo wangu, huyo mwanamke yuko sahihi, tena yuko sahihi kabisa. Kwa sababu gani? huwezi ukakaa na mtoto wa watu mwaka mzima hujamtolea barua yaani, yuko sahihi kabisa yeah. Asa, kuhusu barua umejipangaje baza? Barua ishaandaa tayari, sema shida ilikuwa mshenga tu, sijapata mtu akuipeleka. Hasa mimi kaka yako si nipo? Kwa nini ndugu wangu na uma wengi kiasi hicho? Mi brother yako nipo, ambaye naweza kukusaidia wewe kila kitu. Fresh, mambo yamekaa sawa, nakwambie. Hebu gie barua, mi sinaga muda wa kuchelewesha kwa jambo la heri, sinaga muda wa kuchelewesha, nigio barua. Oh. Iya, baba. inakamilika hii iko fresh yobaamiaka elfu thelathini hapo okay. Na shida, tutakuongeza ishirini itoke hamsini kabisa, umesikia aman wewe sina kufananisha wewe, si matara eh? Ndio, alhamdulillahi. Maana jambo la kheri inakwenda kiheri. Heri vipi, kuna nini? Ah, mimi hapa ni mshenga ah, ni mshenga. Nataka nilete barua kwenu, lakini kabla ya yote nataka kufahamu mambo yako Ajao koso mbaya, lete mi naipokea, yaani sitajua unaipokea, napokea kirudi na, ki na mkabidhi ki, jamani mume wangu. Okay, sawa basi, atakaporudi naomba nipige simu, nitakuja naendo hii hapo. Asante ah, aya karibu. Asante sana ah, Kumbe umekaa mdatu, nyanyuka hapo, nyanyuka hapo, kosha vile vyombo ndani kule, vyombo kaoshe. Nani mama, mimi nimechoka bwana. Hata baadaye naona unapoka poka mtoto hapa vipi? Ah, Watoto wetu hapo, unajua misumbuko kama nini, yani huy alifanyi kazi mpaka ulisukumeskulu hmm. Vyombo vimeganda wewe, vinang'ongwa na nzi. Ah, oh, ah karibu bwana ah, ah, ah, oh

Mapema tu kaka, upige kitu mm-hmm. mafuta ile ya ah, Dubai. Mimi mape, mape ma mm. si si si si mm. Mapema tu kaka, au sio? mm. Basi itakuwa fresh sana mwanangu. Basi pamoja kaka, sisi tupo, sisi tupo tupo, tumepoa tu hapo, bali bila kuchoka. Mapema tu nitatokea utaniona, au sio? mm. Basi itakuwa fresh sana mwanangu. Kwa hiyo sawa, shemeji yuko wapi hadi sasa? Shemeji yako yupo, ila ametoka kidogo, ndio kaenda kuandaliwa Unajua tena maandalizi, sio mbaya. Mapema tu, mimi nitakuja mapema tu. Basi karibu sana. Basi sawa, kaka. Pamoja kaka, pamoja sana kaka. Poa poa kaka, shukrani. Mimi nitakuja mapema tu. Haya kaka moyo yako hiyo naiweka pembeni kwanza. Kwanza na mambo yangu atakatuongea hivi. Wewe mko wangu, wewe una matatizo gani kwani? Unafanyaje tena mzee wangu? <laughs> Unajua mwanangu unaishi naye sasa hivi? Ndio. muda mrefu nyumbani yayuta, sio wewe sio yeye, tunaumwa mjui si, si, tuna si wa salama, hamjui wazima sisi, sisi wagonjwa hivi, ni kweli maisha yanavyokwenda hivi Kweli mkwe Ami, ni m ni, ni mpompo tu, nashindwa hata kuja kutusalimia nyumbani. Haya, ah, yote sasa hata barua baba inawashinda kweli, toka muda mlokaa mpaka leo kweli naashinda utaratibu napokwenda akusikiliza. Sasa ba mkwe, toka nyumbani saa ngapi kwanza? Mimi toka nyumbani saa ngapi ndio hilo swali unaniuliza mimi? Mimi nyumbani nimeondoka baada ya kwenda kwenye mihangaiko yangu toka asubuhi, sasa hivi ndio jua limekwisha, hili naamua nirudi nyumbani nikajipumzike. Haya, wewe unataka uniambie nini, unaniuliza nimetoka saa ngapi huko nyumbani, unataka nini? Basi baba mkwe, kama hujafika nyumbani, mi ningekuomba fika kwanza nyumbani, utakachokutana nacho wa mwenyewe utaona. Na imani kabisa utanipigia simu <laughs> nini hicho tunachokuta na mbona, sasa kibaya? Baba mkwe, nini sasa nitakachokutana nacho? Fika kwanza nyumbani, huku nyumbani ujumbe utakaopata, na imani utanipigia simu, kama hujanipiga na shilingi 5000, baba mkwe, sijui siju antena mimi nitakachokuta nacho huku nitakupigia simu au nitakupa shilingi 5000. Yaani lazima unipige simu baba mkwe. Unipate 5000 nikanywe soda kwanza. Kweli? Eh. Hey. Basi sawa. Ngoja niende huko. Nikaangalie kitu cha kutana nacho hicho. Yeah. Ndio. Eh. Yeah. Haina hey. shida. Shikamoo yako nimepokea bwana. Hey. Eh. Ah, marhaba. Marhaba pia. Marhaba. <laughs> <Hey>. Bwana <Marhaba. laughs> akaribisha nyumbani. Basi nashukuru sana. Mje bwana mtutembelee bwana. Sisi tushakuwa wazee sasa hivi. Tunahitaji faraja kwa kwenu nyinyi vijana. Sisi ndio tumewazaa na sisi mtulee. Sawa ndugu yangu. Haina shida. Haina shida bwana. Karibuni sana nyumbani. Haya wasalimie bwana. Haya bwana. Haya. Kawaida ya ungana kikutana kwanza wanza na salamu. Salamu ya nini bwana wewe? Salamu unataka salamu, wakati umemuzia ma mwanangu Nazi Mbovu? Toka sangapi unamtuma mwanangu Nazi? Unakuja kumuzia Nazi Mbovu? Marage yangu nimeacha jikoni, nataka Nazi nikune nipike marage, ona, muzia Nazi Mbovu. Huu mguu ulikuwa unakuja kwa kutenda ukatika Nazi. Sasa hivi mguu unapoona nilikuwa naelekea sokoni kwa sababu ilikuwa kuchukua nisa. Toke nimekuja kusa genge langu, nisubirie de la, naenda kuchukua nazi. Kwa hiyo mi nisimame hapa nikusubirie, mguu um, huu mguu mguu naenda um, gengeni kwako, utanikuta gengeni kwako kwa umenielewa, menielewa eh? Ah, y naondoka, ndio nishakwambia hivi, ndio utanikuta gengeni, ndio naondoka hivyo. za uh hapa -huh. Yeah. mke wangu, kwema jamani. Yeah. Bwana uchangamki ah, bwana wewe wao. oh, mama watoto huyo, jamani ah, <takers> nyonga <unka> mkaliaini <takers> habari uh -huh. za hapa, mke wangu <takers> ankaribishaa uh -huh. nivotoka oh, <takers> huku nimekutana na ujumbe, nimeambiwa, bwana nenda nyumbani, kuna mzigo, kuna ujumbe umekuja. Ndiyo maana natoka huko mbio mbio, nikasema ngoja niwahi nyumbani kuna ujumbe gani hapa amekuja kijana kaja mshenga. mshenga we mm -hmm. mm -hmm. kweli mm -hmm. ah! basi imekuwa heri mke wangu babu, kwa sababu hii itakuwa bahati kwa mwanetu Kabisa. Tunajua mwanetu mm -hmm. ule kwanza ukimwona jinsi alivyo kama we mama yake ana mja tofautiana sana hata ulivyokuwa kijana ulisumbua hapa mtaani kwetu hapa vijana wengi walikumezea mate lakini kwa bahati nzuri ukasema mimi mjumbe keni ndo ataka mpaka leo tupo pamoja, unaona mm. Kwa hiyo sasa cha kufanya naona turudishe majibu kabisa, miongo, majibu yatakiwi kuchelewa, maana jambo la heri linaenda kwa heri. Alafu unajua binti zetu wanabaki sana. Sana watu kibao hapa mtaani wanatamana vitu zao waolewe na alafu wanasema mtoto akifika wa umri akitaka mtu akumwoa fanya haraka umwozeshe kabisa ili vijana wana na mambo mengi asije akutana na kanda mko akaja akabadilika akili akamwacha binti yake. Umeelewa mke wangu, binti yetu ana bahati. Kuna mabinti wangapo mtaani kweli? si kwa sababu nzuri wewe, w unamwonaje we mwenyewe mamake? si unajua ulipokuwa kijana ulivyosumbua mtaa wetu, eh? wewe unaonaje jaokua nyamanyama, unaona we bwana <coughs> eh? ukalipe mzigo tu kurudisha majibu. Vipi tena. Nimesahau. Wanaweka vitu mule au ushachomoa tayari? Wangu leo najua wewe shemeji Vipi kama kaa, mbona hivo hivo? Vipi, huyu si mdogo wangu, uje kunisalimia hapa nyumbani. Mm. Ila abiria, chunga mzigo yako. Poa basi. <laughs>

Bora kako, umerudi. Njoo njoo njoo, nipe nazi. Yani nilikuambia nitakusubilia gengeni kwako, umeamini eh? Pita ndani unipe nazi, mi niondoke. Dada leo nimeenda sokoni kama nivyokwambia, pali mara kwanza kufika kule sijakuta mzigo kabisa. Hivyo basi, asubuhi na mapema tu wewe hapa, njoo wewe kaka, wewe unajua, ukumbuke, mme wangu mimi ameniachia mia sita tu, yaani mia sita kama mia sita mi nataka ninwe nazi hapa nipike. Alafu mwanaume wangu mimi alagi maharage bila nazi, ukumbuke hilo. Au ni umjui yule mwanaume wewe? Ungekuona kunamjua alivyokivuruga wewe. Mi sitoke hapa bila nazi dada. Sasa damu, tutafanyeje? Afle ngera dadangu, kama majirani wakija kujua mimi na tunagombania nazi watakucheka sana wewe. Watanicheka mimi, watakucheka wewe, unauza vitu vibovu. Mimi mimi ina umeona? Sikuzengi vitu vibovu. Wewe unaona, angalia. Hakuna nazi, hakuna kichochote yani vile vile vote vishaiche, sababu hii ya uaminifu wangu mimi nafanya kwa wateja wangu. 600 nilikuwa na bike yake hiyo, nakwambia. Wewe mwanamke wewe. Mimi nakutafuta wewe masaa tukumbuka, uko hapa hapa unafanya nini hapa? Mimi wangu nimekuja kuchukua nazi. Kuchukua nazi saa hizi? Saa ngapi saa hizi? Mimi mimi nasema mimi namshangaa mke wako paka sasa hivi hapa. Yuko hapa yuko hapa. Anajua ni msinyotea masiala unajua. Msinyotea masiala unajua. Mume wangu sikiliza. Wewe tu niachie 600. Niasika nimempa mwanao aje kunwa nazi kwa huyu bwana, kampa nazi mbovu mimi nimekutana naye pale barabarani saa kumi hiyo kaniambia, dada rudi nenda pale gengeni nisubirie, mimi naenda kuchukua mzigo naleta ni, mimi nimekaa mpaka sasa hivi. Sitaki kujua habari hizo. Sasa hizi saa ngapi unajua? Saa nne kasoro. Sasa hii saa nne kasoro hayo maji ya saa nne kasoro. Kama hiyo nazi saa nne kasoro sasa hizi onazi ushaambiwa sijui sijui nini sijui nini? Mimi nitaelewa nini? Ah, ndondoke. Baba wangu sikiliza. Sasa hizi wewe utamsaidiaje sasa? Hii maji hizi sielewi unajua. Mimi asubuhi tu nampa nazi. Asubuhi tu akija maji ya mimi nampa nazi yale. Wewe, wewe ndondoke acha naye. Twende twende. Yeah.

unakumbuka jana, ulisema mke wangu nazi unampa asubuhi, nazi yako mkeo unampa. Sasa mpaka saa hizi marage nyumbani yamebandikwa hayajaungwa kwa, kwa sababu ya hiyo nazi ba, baza. Yani, nikikwambia hutaweza kuniamini kabisa. Yaani, nenda sokoni wakanambia nije asubuhi, lakini maajabu, asubuhi nimeenda hajanipigia simu kabisa. Kwa hiyo leo nimepigia ni, simu jioni leo nikachukue nazi. Kuhusu wale nazi, baza, usihofu, nitakuletea nazi zako kamili kabisa, yaani kuwa mwanini kuwa bibi bibi. Sasa sikiliza, mimi sina mengi ya kuongea, sababu nakuja masaa haya mawili na ukokuja gengeni kwako hapo, nataka ile nazi la hivyo, sija sijapata huo mzigo wa nazi. Mimi unajua, sitofanya tena mtungeni mimi, nitaonesha vitendo sasa. Yani nitaonesha vitendo basi, sababu nazi hiyo sasa bado masaa ya mawili ya kizidi masaa hapo mawili, kila baada ya lisali moja nazi hizo tani, ndio ninakwambia hivyo basi, blaza we kwenye hayo mengine usizungumze sana blaza. Mimi unajua mimi ila naenda kuchukua mzigo wangu nimeegeshiwa katika asilimia mia. We njoo pale mm. Jingeni, yaani anihiyo imeisha. Kwa hiyo bwana, mi sina mengi ya kuongea, mi we unafanyaga vitendo tu, sawa sawa, yaani nasikia blaza. We niache mi nitangulie, sawa mii, utajua mwenyewe

K ndugu yangu mara kule tena mara hapa, shida nini? Amna bwana, ndugu yangu kawaida. Kwa hiyo ndugu yangu mimi bwana, nimekupigia simu sawa, ija ntoke taarifa ya sokoni bwana. Sokoni nilienda kule mzigo bwana, nimekosa.